Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waite kituo popote ulipo, hujambo? Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, ni kope lako sikio, tafadhali nikuchanganulie yale yote ambayo yanazidi kutendeka. Cha msingi tu, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele, alafu share, yani sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Wapenzi watazamaji, sasa Samia Suluhu Hassan sijui ataficha wapi macho, sijui atajificha wapi. Kwa nini maandamano ya watetezi wa demokrasia yaliweza kuzuka siku ya Alhamisi tarehe 4 Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika mji wa Washington DC, Marekani, jinsi ambavyo unaona hapo. Na haya maandamano, mpenzi mtazamaji, yalikuwa ni ya kupingana na utawala wa Samia Suluhu Hassan na yanaomba Tundu Lissu kuachiliwa na utawala huu wa Samia Suluhu Hassan ambao umeweza kumweka mateka tangia mwezi wa nne hadi sasa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Jinsi ambavyo unaona hapo hizo picha ni za moja kwa moja katika mkutano ambao watetezi wa demokrasia walikuwa wamefika kutetea, yani, International Democracy Union. Watetezi wa demokrasia walikuwa wamefika katika kongamano ambalo lilikuwa linaandaliwa upande wa Washington DC, uh, ambapo sasa waliweza kwa kauli moja waliweza kutaka Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja. Unaona hapo katika huo mkutano ambao walikuwa nao upande wa Marekani, picha ya Tundu Lissu iliweza kuwezekwa na kisha wakaweza kuandika no reform, no election, kisha wakaandika kwamba free Tundu Lisu, yaani mwachilie Tundu Lisu. Na nimeweza kukueleza kwamba aa, mkutano huu ulikuwa ni mkutano wa International Democracy Union, yani mkutano wa kitaifa wa wale ambao ni watetezi wa demokrasia dunia nzima mahala ambapo Tundu Lissu ni mwanachama. Kwa hivyo hawa walikuwa wanatetea mwanachama Tundu Lissu aweze kuachiliwa kutoka kwa jela. Sasa katika huu mkutano ambao ulikuwa unaendelea upande wa Washington DC, mahala ambapo maandamano hayo, jinsi ambavyo umeona yaliweza, kuzuka yakihitaji Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja kutoka gerezani na utawala huu wa Samia Suluhu Hassan, Lissu aliweza kuandika barua yenye kurasa sita kuelekea kwa mkutano huu wa kimataifa ambao ulikuwa unafanyika upande wa Washington DC, Marekani, na katika kurasa ya kwanza a, mkutano huu ambao utundu Lissu aliweza kuandikia barua jinsi ambavyo inaona, hiyo barua ilikuwa inasema kwamba "Free Tundu Lissu statement from Ukonga Central Prison, Dar es Salaam, Tanzania. The Washington Summit of the International Democracy Union. Honorable chairman, honorable vice chairperson, honorable secretary general Esteemed delegates from member parties, friends and fellow democrats from around the world. Akaweza kuambia kwamba ninawaandikia barua hii kutoka kwa jela la Ukonga, Dar es Salaam, mahala ambapo Aa, anaeleza kwamba kipindi cha mkutano huu ambao ulikuwa unaendelea Tanzania na ulikuwa unaisha tarehe nne Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano tangia alipokamatwa ameweza kufungiwa siku mia mbili na arobaini na utawala huu wa Samia Suluhu Hassan ambao uliweza kumkamata mnamo Aprili mwaka 2025 na kisha wakamfungulia mashtaka ya uhaini. Katika kurasa ambayo inafuata, mpenzi mtazamaji, a, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kueleza kila kitu jinsi ambavyo ni kitu gani ambacho kiliweza kusababisha mpaka yeye akaamua kugeuka na utaka demokrasia ndani ya Tanzania. Sasa Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwamba mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na moja Samia Suluhu Hassan aa, aliweza kuchukua uongozi baada ya John Pombe Magufuli kufariki, lakini anaeleza kwamba nataka kufupisha haya maneno ambayo yameweza kuandika hapo kwa sababu mimi nimekwisha yasoma. Anaeleza kwamba ilipofika mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na nne Novemba, Tanzania iliweza kuandaa uchaguzi wa vijijini mahala ambapo Suluhu aliweza kurudia kile ambacho John Pombe Magufuli aliweza kukifanya mwaka elfu mbili na kumi na tisa, mahala ambapo uh, viongozi wa upinzani kutoka kwa vyama vya upinzani waliweza kupigwa marufuku wasishiriki uchaguzi huo. Koivu, kwa hivyo akasema kwamba hicho kitu cha viongozi wa vijijini wa chama Chadema kuzuiliwa na Samia Suluhu asishiriki uchaguzi kiliweza kumfanya aa, kuleta chama cha Chadema pamoja, wakapitisha aa, miswada kwamba hakuna kama hakuna reforms hakuna uchaguzi. Sasa Bwana Tundu Lissu anaeleza kwamba mnamo tarehe 21 Januari ndipo walipoleta hayo mambo ya no election no reforms, no election. Akaeleza kwamba mnamo tarehe 12 Februari mwaka 2025 aliweza kutoa hotuba ambayo anasema kwamba iliweza kukasirisha utawala huu wa Samia Suluhu Hassan. Mnamo tarehe 23 Machi. Anaeleza kwamba katika hii barua yake ambayo ameweza kuandika kuelekea Marekani, anaeleza kwamba alianzisha vuguvugu vugu la kupita kote nchini Tanzania, akiwakusanya wananchi ili kuweza kutetea haki pamoja na demokrasia. Anaeleza kwamba chini ya wiki tatu alipita maeneo nane lakini alipokuwa upande wa inaitwa mm -hmm. mm -hmm. Anasema kwamba alipokuwa upande wa kusini magharibi mwa Tanzania alipokuwa anahutubia mikutano yake mikubwa, unajua, anajaribu kugeuza kutoka kwa kizungu anaeleza kwamba aliweza kushambuliwa na jeshi la polisi na kisha akaweza kukamatwa. Kutoka mahala ambapo aliweza kushambuliwa aliweza kukamatwa mnamo tarehe tisa Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kisha akasafirishwa kuelekea Dar es Salaam, ambaye anaeleza kwamba ni kilomita elfu moja. Na anaeleza kwamba tarehe kumi Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano aliweza kufunguliwa mashtaka ya uhaini, mahala ambapo serikali iliweza kusema kwamba alitoa taarifa ambazo ni gushi. Anaeleza kwamba kutoka hapo viongozi wa uh, Chadema walilengwa wakaanza kukamatwa Kumbuka kwamba sio mimi, mpenzi mtazamaji, nimeweza kutunga haya. Haya ni mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuyaandika, uh, barua ya kurasa sita kuelekea Marekani. Anaeleza kwamba uh, baada ya kukamatwa kwake, msajili wa vyama vya kisiasa Tanzania ambaye aliweza kuchaguliwa na Samia Suluhu Hassan aliweza kupiga marufuku na kusema kwamba hatambui viongozi wapya ambao waliweza kuchaguliwa na chama cha Chadema baada ya yeye kuweza kuchaguliwa kama mwenyekiti, kitu ambacho Chadema iliweza kukataa. Sasa anaeleza kwamba msajili wa vyama aliweza kukataa kitu ambacho kinaitwa yale marupurupu ambayo chama cha Chadema walikuwa wanapokea kutoka hapo. Mpenzi mtazamaji, anaeleza kwamba anaeleza kwamba mnamo Mei tarehe mbili, baada ya yeye kuweza kukamatwa, wanaeleza kwamba askofu aa, ambaye ni katibu wa maaskofu wa Katoliki Tanzania tek ambaye ni Dkt. Charles mm -hmm. Kitima aliweza kushambuliwa katika afisi za muungano katika afisi za hilo shirika la maaskofu wa Katoliki Tanzania. Kumbuka kwamba hii ni barua ambayo ameweza kuandika kuelekea Marekani akieleza mfululizo wa kila kitu ambacho kimeweza kutendeka kipindi ambapo alipoanza kutetea haki pamoja na demokrasia Tanzania. Anaeleza kwamba baada ya huyo aa, baada ya huyo askofu kuweza kushambuliwa nje, yani aliweza kushambuliwa Mnamo Mei tarehe mbili, anaeleza kwamba mambo mengi yaliendelea kutendeka Tanzania, mambo ambayo ni ya udikteta na mambo ambayo ni ya kunyanyasa. Akaeleza kwamba hiyo siku ambayo askofu Kitima a, aliweza kushambuliwa. Mpenzi mtazamaji, anaeleza kwamba a, vilevile vile, Mdude Baluka Nyagali naye aliweza kutekwa nyara, na wale ambao waliweza kumteka nyara walikuwa na silaha nzito nzito, na alitekwa nyara kutoka nyumbani mwake. Anaeleza kwamba mengi yameweza kutendeka kipindi hichi ambacho yeye yuko kwa jela. Alafu kutoka hapo nataka ni kueleza kila kitu ambacho ameweza kuandika. Kutoka hapo akaeleza kwamba hii serikali ya mauaji Tanzania imeamua sasa kuwashambulia yeyote yule mwenye anapingana na, na hii serikali. Kutoka hapo wakaweza kumuendea a, mtu mwenye anaitwa Askofu Josephat Wajima na kanisa lake likaweza kufungwa mnaelewa askofu Wajima kulingana na jinsi ambavyo bwana Tundu Lissu ameweza kuandika hapo, alikuwa na msifu sana Magufuli. Kipindi Magufuli alikuwa mamlakani, alikuwa na msifu sana lakini, anaeleza kwamba Samia Suluhu Hassan uh, aliweza kumgeukia Wajima baada ya Wajima kuweza kumwambia ukweli. Sasa anaeleza kwamba mnamo Juni mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kanisa la Wajima liliweza kupigwa marufuku kitu ambacho kiliweza kufanya askofu Wajima kutorokea kusikojulikana mahala ambapo alitorokea maisha yake. Anaeleza kwamba anaendelea kuendelea, yani anaendelea kueleza mfululizo wa matukio Mwezi wa kumi tarehe 6 yaani, wiki tatu peke yake zikiwa zimesalia uchaguzi kuweza kufanyika Tanzania tarehe 29 Oktoba, ambasada Humphrey Polepole aliweza kutekwa. Kulingana na jinsi ambavyo ameweza kuandika hapa, anaeleza kwamba Humphrey Polepole Pole, alikuwa amepewa kazi na Samia Suluhu Hassan kama ambasada lakini akaamua kuresign uh, baada ya kuchoka na mateso ambayo hii serikali ilikuwa inawafanyia wananchi. Kutoka hapo alipoweza kujiuzulu bwana Humphrey Polepole akaanza kutoa siri za serikali na kwa sababu uh, uchaguzi ulikuwa umekaribia serikali hii ikaona kwamba hawataweza kumvumilia Humphrey Polepole pole kuendelea kutoa kauli ambazo zinaonekana kwamba zinamchafulia Samia Suluhu Hassan jina, wakamteka mpaka sasa hivi hajaweza kuonekana. Sasa bwana Tundu Lissu wakaendelea, kwamba kutoka hapo wengi wameweza kutekwa nyara, alafu tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano dim, ama ndipo siku ambayo mambo yaliweza kubadilika Tanzania. Wengi wakauawa, wengi wakanyongwa, wengi wakapotea hadi sasa hivi hawajaweza kuonekana mahala ambapo waliko, kulingana na barua ambayo Tundu Lissu ameweza kuiandika, anasema kwamba maelfu waliweza kunyongwa. Je, ni nini madhumuni ya Tundu Lissu kuweza kuandikia uh, huu mkutano ambao ulikuwa unafanyika Washington DC, barua kwa sababu katika ile barua yake anaeleza kwamba maaskofu wa Kikatoliki wamejaribu sana kuambia serikali kuacha kutumia silaha za moto, wamejaribu sana kuambia Samia Suluhu Hassani waache kuwateka wananchi na wawajibike na wakiri waliweza kuwaua wananchi, lakini badala yake serikali hii imeweza kugeuka na imeanza kuchapa vita kanisa la Katoliki. Sasa wanaeleza hivi au Tundu Lissu anaeleza hivi kulingana na matukio ambayo yaliweza kufuata, ule uchaguzi wa ishirini na tisa haukukuwa wa haki na huru, bali Samia Suluhu Hassani aliweza kuiba uchaguzi ule. The people of Tanzania crossed a rubicon on 29th October and things will never be the same again. Yani, anasema kwamba watanzania waliweza kuirivuka tangia tarehe ishirini na tisa Oktoba na mambo hayawezi yakasaulika. Akaeleza kwamba kitu ambacho anataka ni mataifa ya nchi za nje yaweze kusimama pamoja kuweza kupigania haki ya Tanzania. Vile vile, akaweza kuambia kwamba katika jela ambayo ameweza kufungwa Ukonga, ameweza kuzuiliwa asije akafanya mambo mengi kwa sababu anachungwa usiku na mchana na maafisa wa jela katika jela ambayo amewekwa iko na CCTV masaa ishirini na mane. Kwa hivyo wameweza ameweza kuambia wenzake ambao ni watetezi wa demokrasia waweze kupasha sauti kuelekea ulimwengu mzima, ndiposa aweze kuachiliwa. Kwa hivyo baada ya baada ya baada ya, a, baada ya tundulisu kuweza kuandika barua hii mpenzi mtazamaji kuelekea kwa ili kongamano la kutetea demokrasia dunia nzima ambalo lilikuwa linaendelea upande wa Marekani. Sasa hawa watetezi wa demokrasia waliweza kusimama pamoja kwa kauli mbiu kwamba demokrasia iweze kurejeshwa Tanzania. Na demokrasia itarejeshwaje Tanzania? Tundu Lissu aweze kuachiliwa kwa, kwa sababu mashtaka ambayo ameweza kuwekewa si halali, bali ni mashtaka ambayo Samia Suluhu Hassani aliweza kuyapanga kwamba ni ya uhaini, mashtaka ambayo aa, yanaweza yakasababisha, ukipatikana na makosa unaweza ukanyongwa. Kwa hivyo wakamalizia kusema kwamba lazima Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru. Hayo ndiyo mpenzi mtazamaji ambayo yaliweza kutendeka ndani ya Tanzania, yani ndani ya aa, katika kongamano ambalo lilikuwa linaandaliwa upande wa Washington DC. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni kimoja tu, kama umeweza kutazama hii kanda mpaka mwisho, tafadhali isambaze kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Asante sana kwa sapoti ambayo mnaendelea kunipea. Mubarikiwe.